Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A, ndugu zangu popote pale mlipo, tuombeane Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atakabali amali zenu na amali zetu insha Allah. Ikiwa tunaendelea na dua Kumayl, tulifika katika kipande hiki ambacho kwamba kinasema

Tunzi lul bala zinakuwa zi ni zenye kushukisha na kuteremsha balaa. Ndugu zangu, katika madhambi kuna yale madhambi ambayo kwamba mtu atakapotenda, inakuwa ni automatically, inakuwa ni yenye kuteremsha bala na balaa ni vitu ambavyo kwamba sisi hatuvipendi, ni vitu ambavyo kwamba vinatuweka katika majanga kila siku, kila kucha. Utaona manuksi mbalimbali zinakufata, utaona matatizo mbalimbali zinakufata, kumbe ni yale madhambi ambazo kwamba umekuwa ni mwenye kuyatenda kwa kujua. Sasa hizo madhambi ndo katika kipande hiki katika dua Kumayl au Imam Ali anasema allahumma ghfir li dhunub e, mwalangu nisamehe zile madhambi bilkhusus hizo madhambi ambazo kwamba zinakuwa ni zenye kuteremsha bala. Tutakuwa ni wenye kuingia saizi katika hadithi, na tuangalie ni madhambi aina gani hizo ambazo kwamba zinazoteremsha bala, anasema al-Imam Sajjad Imam Zainul Abidin, kwamba tarku ighathati lmalhuf, kuacha kumsaidia almalhuf, mtu ambaye kwamba yuko na matatizo. Tark ni kuacha, lakini kuacha huku ni kwamba una uwezo kufanya, una uwezo kufanya jambo lile sasa anasema Imam, tarku ighathatil malhuf, kuacha kumsaidia yule ambaye kwamba ana matatizo, wakati ambapo kwamba uko na uwezo wa kumsaidia huyo ambaye kwamba ana matatizo. wa tarku muawanati lmadhlum, na pia kuacha kumsaidia anayedhulumiwa. Hii ni nukta ya pili. Ya kwanza ni tarku ighathati lmalhuf, kuacha kumsaidia ambaye kwamba yuko na matatizo. Ya pili ni tarku muawanati lmadhlum, ya pili ni kuacha kumsaidia yule ambaye kwamba aliyedhulumiwa. Ya pili ya tatu watadhi'u al-amr bil ma'ruf, na kuachana na amr bil ma'ruf, kuachana na kuamrisha mema wakati ambapo kwamba uko na uwezo wa kuamrishana mema. Alafu ya mwisho wanahyi anil munkar, na pia kuacha kukatazana mabaya wakati ambapo kwamba uko na uwezo wa kukatazana mabaya. Mambo haya manne ambayo kwamba tumeyataja ni mambo ambayo lau utakapowacha, balaa zitakuwa ni zenye kukuandama kila kuchao na balaa zitakuwa ni zenye kushuka na kukusibu wewe. Sasa angalia mtume wetu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa maana hiyo, maana tumetaja nukta hizi nne. Sasa mtume anasema: man asbaha la yahtam biumuri almuslimin laysa minhum, yule ambaye kwamba atakayewacha atakayewacha kuangalia na kujishughulisha na mambo ya waislam laysa minhum, basi hata kuwa ni miongoni mwa waislam. Kwa hivyo hii inaingia katika nukta ile ya kwanza ambayo kwamba Imam Sajjad anasema tarku ighathat al-malhuf, kuacha kumsaidia yule ambaye kwamba ana matatizo, na pia watarku ighathat almadhlum. Sasa yule ambaye kwamba muislamu ambaye kwamba atakayeona atakapoona waislamu wengine wanakumbwa na matatizo na asijishughulishe nao basi yeye pia hatakuwa ni miongoni mwa Waislamu. <clears throat> Hiyo ni nukta ya pili. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelezea, kisha anaelezea Imam Ali kwamba akipatia watoto wake au akiusia Imam Hassan na Imam Husein akiwaambia kuna alikuwa na wao akiwaelezea akiwaambia, kuna yani kuweni ewe Hassan na wewe Hussein. Na hii inamaanisha ni khitab ni, ni maongezi ya Imam Ali akiongea na waislamu akiwaambia, kuna kuweni lidhalimin khasma, kuweni ni mahasimu wa madhalimu, yani kuweni ni maadui ya madhalimu kisha anasema walil madhlumi auna, na yule aliyedhulumiwa weni kwao ni wasaidizi. Sasa hii inaingia katika kipande cha pili ambacho kwamba Imam Zain al-Abidin anasema watarku muawana til madhlum. Kisha katika kuamrisha mema kwa ajili Imam Zain al-Abidin alitaja mambo manne, ya kwanza ni kuacha kumsaidia ambaye kwamba anahitaji usaidizi, ya pili ni ku

kwetu sisi ni lazima tuamrishe mema, na sisi kama waislamu ni lazima tukatazane mabaya. Kisha anasema lau katika mafuhum ya hadithi hii, yani mantuq yake, kwa ajili kuna kitu ambacho kwamba wanasema e, maulamai wetu kwamba kuna kitu kinachoitwa mantuq na kuna kitu ambacho kwamba kinachoitwa mafuhum. Mantuq ni zile lafzi, ni ile maana ambayo kwamba tumeipata katika lafzi ya moja kwa moja, yani atakaposema la ta'muruna bil ma'ruf, na kwa hakika mtamrisha mema, wala tanhauna anil munkar, mabaya. Lau tusipofanya hivyo. Sasa mafuhumu yake ni kwamba tusipofanya hivyo ambaye kwamba itakuja insha Allah. Kisha anaendelea au layastamiluna Tusipofanya hivyo la yastamiluna alaykum shirarukum, watawatawaleni wabaya wenu. Fayadu khiyarukum, basi watakuwa ni wenye kuomba dua wazuri wenu. Fala yustajabu lakum, basi msiwe ni wenye kujibiwa dua aina yoyote ile. Hii inamaanisha kwamba lau tutakapowacha kuamrisha mema na tutakapowacha kukatazana mabaya, balaa itakuwa ni yenye